Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu, na moja kwa moja tuelekee gatuzi namba 25 kwake Boniface Barasa ambapo anatuarifu kwamba uhaba wa vipakatalishi na vifaa vingine vya masomo ni changamoto zinazosibu na kulemaza elimu katika shule za kaunti ya Samburu. Ni wanafunzi wa gredi ya 4 wa shule ya msingi ya St Pauls viungani mwa mji wa Maral, kaunti ya Samburu, wamezamia somo la kompyuta wakibaini uelewa wao, huku idadi kubwa ya wanafunzi hao wakikosa vipakatalishi. kama tunataka Kenya watoto wetu wa play katika the same league. Uh, na wale watoto ambao wako Uingereza, wako Amerikani, wako Japan, ile ingekuwa mzuri ni kwamba tuhakikishe kwamba ile curriculum ile mafunzo inaendelea ya ya, digital computing yenye inafanyika katika hizo nchi za ambazo zimeendelea iwe ndio inaendelea katika nchi ya Kenya. I've been so impressed today, we've observed um, students in grades 4 through till 9 uh, they've just been on uh, learning for this one year so far and already they are very capable with the computers. Mkurugenzi wa elimu kaunti ya Samburu Abraham Kenei amepigia upato mfumo huo kama utakaowapa nafasi sawa wanafunzi wafugaji. No child is left behind especially in ICT so that we can be at par and compete well with the rest of the republic and this one is clearly what CPC is all about. Hata hivyo, utekelezaji wa elimu hiyo unakumbwa na changamoto ya uhaba wa rasilimali za kutosha. The government given tools.

expand shule za Tamioi Ngoroto na St Pauls miongoni mwa shule zilizofaidi na awamu ya kwanza ya mpango huo unaofanikishwa kupitia ushirikiano wa shirika la FCDC na wadau wa elimu Kaunti ya Samburu, teknolojia inapotumika katika utekelezaji wa mfumo huo mpya wa umilisi wa elimu, changamoto zinazidi kusibu utekelezaji wake, walimu wakitoa wa wito kwa serikali kuhakikisha inakaza kamba ili kuhakikisha mchakato huo unafanikishwa. Bonfas Barasa, runinga Citizen, shule ya msingi ya St Paul's mjini Maralal, gatuzi la